Husu umuhimu wa kutafuta maisha na mafanikio ikimuhusisha Mohamed na rafiki yake Baraka. Kati ya mawe na dhahabu. Jua lilikuwa linachomoza kwa upole likiangaza mitaa ya jiji la Mombasa. Mohamed alisimama kwenye mlango wa nyumba yao ya makuti, macho yake yakiwa ya mbali, si kwenye barabara iliyojaa vumbi na kelele, bali kwenye ndoto ambazo kila siku alimwambia Baraka, rafiki yake wa dhati, lazima tusonge mbele, hatuwezi kukaa hapa tukisubiri miujiza. Baraka alikuwa wa tofauti, mchangamfu, mcheshi, lakini pia mwenye roho ya uoga. Alikuwa akiamini maisha ni sasa, si kesho, si baada ya miaka moha. Una haraka ya nini? Maisha hayaishi, alikuwa akisema mara kwa mara. Lakini Mohamed alikuwa na ndoto. Alitaka kuwa mfanya biashara mkubwa, mwenye duka lake, magari yake na uwezo wa kusaidia familia yake, ambayo kwa muda mrefu iliishi kwenye hali ngumu. Baraka, japo hakuwa na ndoto kubwa, hakuweza kumwachia Mohamed peke yake. Walikuwa marafiki tangu utotoni, marafiki waliotembea peku kwenye mchanga ule wa mtaa wa Kisauni, waliogawana kipande cha mkate na ndoto za usiku. Siku moja Mohamed alipata habari kuwa kuna fursa ya kazi kwenye kiwanda cha samaki mjini Kisumu. Haikuwa kazi ya ndoto, lakini ilikuwa mwanzo. Alimwambia, ninaenda, siwezi tena kukaa nikilalamika juu ya maisha bila kujaribu kuyabadilisha. Baraka alicheka, Kisumu bali hivyo, na kama ikishindikana je? Mohamed alimtazama rafiki yake, macho yake yakiwa makini kama askari vitani. Kama tutashindwa, basi tushindwe tukijaribu. Baraka hakujibu, lakini usiku ule alifunga mfuko wake mdogo wa nguo na kujiunga na Mohamed kwenye safari yao ya kwanza nje ya Mombasa. Safari ya kuelekea Kisumu ilikuwa ndefu, yenye changamoto, lakini pia yenye matumaini. Walilala kwenye viti vya basi vilivyoinama, wakala karanga na maandazi, na kucheka hadithi za madereva waliowapokea kwa ukarimu wa Kiafrika. Walipofika walikuta maisha yalivyo tofauti: baridi, lugha tofauti, na watu waliokuwa bize na shughuli zao. Kiwanda kilikuwa kikubwa, kelele nyingi, na harufu ya samaki iliyowafanya washindwe kula siku mbili za kwanza. Lakini Mohamed aliamini kwenye bidii, alijifunza kwa haraka, akawa mchapakazi wa kuaminika, na baada ya miezi sita alipewa nafasi ya kuwa msimamizi mdogo wa zamu. Baraka kwa upande wake, hakuwa na moyo wa kazi hiyo. Aliona kama ilikuwa ngumu kupita maelezo. Alianza kukosa kazini, akajiunga na vijana waliokuwa wakicheza kamari mitaani. Mohamed alijaribu kumshauri lakini Baraka alimwambia, "Mimi siwezi kuwa kama wewe. Maisha yako yana ratiba. Mimi nataka uhuru." Mwaka mmoja baadaye, Mohamed alikuwa ameanza kujiwekea akiba. Alinunua pikipiki piki ndogo na kuanza biashara ya bodaboda baada ya kazi. Alikuwa na ndoto ya kufungua duka la samaki Mombasa na kuacha kazi ya kiwandani. Baraka, kwa bahati mbaya, alianza kupotea, alijiingiza kwenye matumizi ya mihadarati na kubadilika kabisa. Moja ya siku zenye majonzi zaidi kwa Mohamed ilikuwa alipompata Baraka amekamatwa kwa wizi mdogo wa simu. Alimtembelea kituoni na kumtazama kwa huzuni. Nilikutaka uje na mimi tusonge mbele, alisema kwa sauti ya maumivu. Baraka alitabasamu kwa uchungu. Naamini sasa, ulijua maisha ni ya kutafuta; mimi nilifikiri ni ya kusubiri. Miaka mitatu baadaye, Mohamed alikuwa na duka lake la samaki katikati ya Mombasa. Alikuwa amemwajiri kijana mmoja kutoka jiji chao na alikuwa akiendeleza biashara kwa maadili na uaminifu. Baraka, baada ya kutoka jela, aliamua kubadilika. Alijiunga na kituo cha kurekebisha tabia na baadaye akamwomba Mohamed amsaidie kuanza upya. Mohamed, bila kinyongo, alimkubali. Alimpa nafasi kwenye duka, si kwa sababu ya huruma, bali kwa sababu ya imani kuwa kila mtu anaweza kuamka hata baada ya kuanguka. Wakiwa wamesimama mbele ya duka lao siku moja ya Jumapili, Baraka alimtazama Mohamed na kusema, kumbe kweli maisha ni ya kutafuta. Ukiwa na ndoto lazima uinuke, upambane na usikate tamaa. Mohamed alitabasamu, akamtazama rafiki yake na kusema, na muhimu zaidi ni kuwa na mtu wa kukushika mkono ukianguka. Hadithi ya Mohamed na Baraka inaonyesha kuwa mafanikio hayaiji kwa ndoto tu, bali kwa juhudi, maamuzi magumu na uvumilivu. Maisha ni safari ya kutafuta, kujifunza na kubadilika. Wale wanaothubutu kuondoka kwenye eneo la faraja na kupambana, hao ndio wanaona nuru ya mafanikio. Lakini pia hakuna aliyekamilika, hata walioanguka wanaweza kuinuka tena wakiwa na msaada na imani.